Vishwash Kumar Ramesh, raia wa Uingereza, ndiye anayetajwa kunusurika kwenye ajali hiyo iliyokuwa na abiria mia mbili arobaini na wawili ambapo miongoni mwao abiria 169 ni raia wa India, 53 ni raia wa Uingereza, mmoja raia wa Kanada na 7 raia wa Ureno. Mamlaka ya usafiri wa anga nchini India imethibitisha kutokea kwa ajali hiyo na kueleza kuwa Air India imeanguka juu ya jengo la hosteli ya madaktari inayomilikiwa na serikali, ambapo pia baadhi ya wanafunzi wamefariki na wengine wengi kujeruhiwa. Vyombo vya habari vya India vimesema vilizungumza na majeruhi Ramesh akiwa hospitalini na vimemnukuu akisema sekunde 30 baada ya kupaa kulikuwa na kelele kubwa na kisha ndege ikaanguka yote alitokea haraka sana. Randhir Jaiswal ni msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya India anasema, What has happened in Ahmedabad is a very tragic. ajali iliyotokea ni mbaya na ya kusikitisha. Tumepoteza watu wengi na tunatoa pole kwa wote waliopoteza wapendwa wao. Kupitia ukurasa wake wa X, waziri mkuu wa India Narendra Modi amesema, na hapa na mnukuu, msiba wa Ahmedabad umetushangaza na kutuhuzunisha, inavunja moyo kupita maelezo. Katika saa hii ya huzuni, mawazo yangu yako kwa kila mtu aliyeathiriwa nayo. Mfalme Charles watatu wa Uingereza, ambayo imepoteza abiria 53 pamoja na waziri mkuu wa Canada Mark Carney, ambayo imepoteza mtu mmoja, wameeleza kusikitishwa na tukio hilo, huku wakitoa pole kwa ndugu, jamaa na marafiki waliofikiwa na msiba. Ndege hiyo ya Boeing 787-8 Dreamliner inatajwa kuwa mojawapo ya ndege za kisasa zaidi zinazotumika. Picha na video zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii zinaonesha ndege hiyo ikishuka kwa mwendo wa kasi na kuanguka juu ya jengo kisha kuwaka moto. Hata hivyo, chanzo cha ajali hiyo bado hakijabainika. Auleria Gabriel, Azam News. <tune>